Huku ni Zavala, maarufu kama kwa diwani. Wananchi wanalalamika kwamba hakuna e, ha, kwa eneo kwa la kupita hasa mvua zinaponyesha. Kwa majina anaitwa Maulidi, ni mkazi wa Kwachikira. Mimi ni bodaboda, anapaki Kwachikira huku. Changamoto tunazozipata mvua ikinyesha, yaani maji yanakuwa yanajaa kote Waani, huku tunakuwa huku abiria tu yetu hmm, au kama mtu anakujitosa huku ile anakuwa nyingi, kwa hiyo abiria anakuwa na Wanagoma yaani hapa maji mm. yaani na mm. yaani kwa mbovu nakwambovu mm. eh. Na shida kubwa ni nini? Ni mbona karabati inaonekana imejengwa liko hapa karabati limejengwa liko yaani limejengwa lakini chochote kinachoendelea. Mm. Ah, hapa tunahitaji, angalie, kama lakini kama yaani, karabati limejengwa huku hii ina hata lina miezi hata minne au mitano lakini kinachoendelea hapa tunahitaji serikali angalie watengeneze kama ile karabati kama anataka kuweka njia waweke vizuri vizuri maji watu wanapita na si boda boda, tunapata riziki tunapita kwa sababu bila tunakuwa huko atulete no. na na ule wanapanda 5000 7000 kwa tiku moja eh, kwa tiku moja sasa, bila mwingine ambao yanayo ninakuja mnaogelea hapa maji yanafika hadi huko muda mwingine mm. Eh, na sasa mvua naona kama zimechelewa yani maji yanakuja hadi kunoni sasa kama mvua mm. Kwa hiyo ni serikali inabidi iangalie huko, wajenge daraja, watu wanapita kwa no. sababu kuna shule kubwa tu kule mbele kwao inakuwa ata kwa kusema hata wanafunzi, wakati wa mvua maji akiwa mengi, waende nakuwa kipengele, awezi kwenda shule, na maji akiwakuta wako shule anafanyaje? Yaani hapo ndo hivyo hmm, yani hapo, yani inakuwa kipengele, yani wazazi inabidi waende mpaka shuleni wawabebe nini. Hapa anajaga maji, yani kama unavyoona anajaga maji kweli, yani shida Naitwa Simplis Gaspar Limo, ni mkazi wa maeneo haya Buyuni Zavala e, kero yetu kubwa sisi hapa kwa kweli ni miundombinu. Miundombinu hakuna kabisa, inatupa shida. Watoto wa shule hawaendi, mtu hospitali shida, yaani usafiri kutoka huku kwenda hospitali ni shida sana. Matatizo ni mengi tunayopata mvua zikinyesha kwa maana hiyo, hiyo ndio kero yetu kubwa. Madaraja yote manne haya, hayapitiki ndio, eh, hayapitiki kweli. E, tunashindwa kuvusha watoto kwenda shule, tunashindwa kwenda hospitali, tunashindwa yani, ni shida, tupo kweli kabisa, kipindi cha mvua kinakuwa, yani kama vile tuko jahana tuko, msijui ya hana, msibuya, wapi sawa sawa. E, na, na sisi tuko tuko nani kata ya Buyuni manispaa ya Ilala mjini Jiji la, Ilala. Eh, jiji la Ilala sasa okay. Jiji la Ilala namna hii kweli, kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie mambo haya jamani, sisi tumechoka, lakini vitu tunanua viwanja, walituambia watatengeneza barabara. Eh, eh, leo hii hapo walichokamilisha tu ni umeme, barabara hakuna, maji hakuna. Na, maji hakuna mama wanapata shida. Kwa mama wanapata shida kama huja chimba kisima chako wewe nyumbani kwako basi ujue shida tupu Mbali na hayo yote, serikali imetufanyia mambo mengi, kusema ya ukweli. Mama Samia tunaweza tukampa tena mitano mingine. Maji mnayokunywa ni haya hayo, mengine yanachimizika, ambayo hayana yanakotoka tujui, yanakoingia hapa tujui, kitongoji hiki Nafikiri kero alizotangulia wenzangu kuzisema ndio zenyewe zinatukabili hapa. Kwa kweli tuna shida ya mazingira haya barabara usiku. E, vile vile maji tunapata shida e, wakati wa usafiri, mvua zikinyesha, sehemu za kupita zinakuwa za tabu sana. E, alafu pili, wale ambao hatuna usafiri tunategemea pikipiki chelewa kufika barabarani pale watu wale wenye bodaboda wanashindwa kuja huku kwa sababu pa mazingira yalivyokaa vibaya. Kuna watu wabaya wanakuja wanawakaba. Kwa hiyo na, sisi tunakuwa tuko kwenye matatizo vile vile ya usafiri. Kwa hizo ndio kero zetu kubwa hizi. Mimi naitwa Salum Ali Almas. Mimi hapa baada ya kuwa nimechukua kiwanja nimehamia hapa miaka mitano iliyopita eh, lakini siku za nyuma mmote kulikuwa ni mashamba ya watu minazi, mikorosho lakini viwanja serikali hapa ilipima tangu elfu mbili na tatu vyote vina hati vyote, eh, vyote vina hati Amda. Na barabara huku hazijachongwa, zilichongwa sehemu za huku huku, sehemu za kigezi kuja huku nani maeneo ya Mbondole, Mbondole, mbondole huku kupitia taliani lakini bloko hii tunaozungumza na bloko zingine bloko ishirini hii na ishirini na moja, moja, na zingine za jirani kuelekea huku juu viwanja havijajengwa muda mrefu, wengine wanashindwa kuja kujenga kwa ajili ya miundombinu mibovu, na viwanja viko vingi. Viwanja huu ni mradi wa viwanja 2020 ishirini. Umeme alhamdulillah umeanza kufika fika, eh umeme upo kwa baadhi ya maeneo umefika, lakini maji hakuna. Kwani kutoka hapa mpaka kwenda Buyuni mnatumia usafiri wa kiasi gani? Kiasi gani mnatumia nauli? Elfu nne. Nauli shilingi elfu mbili mpaka elfu nne. Hiyo ni kwenda tupo au kwenda na kwa? Hiyo ni kwenda tu. Maji yakishajaa hakuna hata boda boda inayokuja huko. Na hamna naye kubali. Eh. Hey. Hmm. Na hakuna mtu ambaye anaweza katoka. Humo mote hey, kuna jaga. Na ni mitaro ina jaga maji mpaka kiunoni, au inazidi hata kiuno. Eh. Na madaraja yenyewe ndio kama unaona. Yana muda mrefu yanakuja anashughulikia kidogo, yanakuja yanachukuliwa na maji. Naitwa Mariam Adamsoni Mwakarobo, ni mkazi wa eneo hili la Buyuni ukushina namba kumi na tatu. Nimehamia tangu elfu mbili na kumi na sita. Jina maarufu naitwa Mama Mshobozi. Lakini kwa huku kwetu, huku shida yetu kubwa mno ni maji. Maji ni tatizo kulikweli. Maji tunayotumia ni machafu haya fai, tunajidanganya kwamba tunachemsha ili tunywe, lakini hatuna hakika nayo. La kwanza, la pili, hata serikali yetu serikali ya mitaa iko mbali. Unataka barua ya serikali za mitaa, lazima kwanza utafute nauli shilingi 4000 uende ukachukue barua ya serikali za mitaa. Unakuta una shida sasa, 4000 huna, inabidi utoke asubuhi saa kumi na moja, utembee, uwai ufike pale. Kingine imekuja sasa hivi, unakuta kuja kujiandikisha kwa ajili ya daftari la wapiga kura unafikiria nitembee mpaka Buyuni kule serikali za mitaa, unashindwa pengine. Unakuta afya zetu kama sisi wazee, unakuta ni shida, miguu inauma, utembee mpaka kule kwenda kujiandikisha. Unafika wakati unaacha hauendi kujiandikisha, hata wakati haki zetu za kupiga kura tunazikosa kulingana na mazingira yes. mvua zikinyesha huku huwezi kuogelea, pikipiki haziji hivyo serikali za mitaa ziko mbali sana. Tulikuwa tunaomba kama inawezekana, basi iwe pale serikali za mitaa yawe makao makuu huku, watuletee hata tawi, ama tunajiandikisha huku ofisi. Kuna watendaji wa, wa, wako watano kwenye serikali za mitaa watuletee angalau hata mmoja aje huku. Aa, wanaendesha tuandikishe huku, barua za sege za mitatu zipate huku, baadaye aende akaripoti kule makao makuu ambapo ndio Buyuni. E, tusaidiwe kwa kweli, huku hali zetu ni mbaya, watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Shule mvua iki, ikinyesha, shule zimefunga, iko hapo juu hapo. Shule zikinyesha ikifuriza mara mbili, shule imefunga, watoto aendi shule, wanakaa nyumbani mpaka ziishe, zikiisha ndio waende shuleni. Kwa wanakosa pia hata masomo, kwa kweli hali yao ni mbaya. Tunashukuru Mungu, umeme kwa kweli hupo, lakini maji, serikali za mitaa, kituo cha afya huwezi ukatembea, na miundo mbinu ni mibaya, utembee mpaka Buyuni, si rahisi kwa kweli, tunateseka kituo cha nini, kituo cha nini, cha polisi hatuna, shule ya msingi Zavala mbali Kigezi mbali, watoto wanatembea umbali mrefu sana. Yani kwa, kwa kweli huku ni kama tumesahaulika, tunaishia kuangalia maendeleo kwenye TV. Tunashukuru kweli anashuhudia anafanya sana, tumesahaulika ni kama vijijini kabisa. Yani mikero zangu ni hizo, hasa maji, barabara kutokea Kaisi barabara nikaje huku na mimi nilipe shilingi mia saba hizo elfu mbili ni nyingi. shule ya msingi Watoto wanateseka wanaenda mbali sana. Hospitali ukizidiwa hapa, ni changamoto. Kituo cha polisi. Mwenyekiti wenu anasemaje mnapozungumza naye? Tutaenda juu, tumeshazungumza, watatekeleza, ndio tunachoambiwa. Haya madaraja yameanza kujenga kama u sio mwaka wa tatu, sijui watatu ama wanne, hatuoni chochote. Msimu wa mvua unakuja unaisha, tunachekelea. Msimu wa kuja unaisha. Hii barabara ndio iliyochongwa hii ndio imechongwa greda lilikuja litachonga hii barabara hii ndio imechongwa. Mwaka wangapi huu? Tumeisha kushangilia basi, mvua zikianza kunyesha wanakuja, mvua zimekata, ujenzi unasimama. Hatuelewi kwa kweli. Mohamed Chaula Muruguru, niko shina namba, mjumbe wa shina namba kumi na tatu Buyuni, na nipo huku kweli kutoka kwenye tawi letu la, la Buyuni mpaka huku kilomita tano ni mbali sana. Sasa kusema kweli wananchi huku na pamoja na mimi tunasikitika kwa sababu gani? Hatuna usafiri wa kupita, kwa sababu tukiangalia mifereji iko mingi, mifereji karibu mitatu yote inatuangalia sisi, na katika mifereji mitatu uh, haina madaraja, kila ikitengenezwa, lakini utengenezaji wake wanachukua hata mwaka na nusu au miaka miwili. Sasa tunashangaa tatizo liko wapi na hii serikali yetu, kila sehemu inatengenezwa namna hii. Lakini mbunge wetu alijitahidi kufanya hivi, lakini haikusimamiwa vizuri pasavyo. Baadaye baada ya kuleta mchanga kifusi, basi ile daraja limekrek, akaja nani, mbunge wetu akaanza kulivunja na kuanza tena. Hivi sasa amasika, ndio anaanza kweli. Namna hii tutafanyaje? Kwa hiyo, hiyo kero sana sisi wa, tunaona. Kwa sababu mimi mjumbe lipo hapa, kusema kweli, naangalia vitu ambavyo vina tofauti moja, pili. Sehemu hizi ni poli mapoli wanayonekana kwamba mapoli pamoja na mradi mapoli, mimi nasema mjumbe nimekutwa nime na serikali ya ya kusamini vitu ambao ya ya, ya, ya, ya, ya nani ya mji huu wamekuja mwaka 2000, wamenikuta nimesamini na mimi nimesamini nipo katika huu kanda hii ya nani ya, ya usamini lakini sasa toka mwaka 2000 mpaka 2003, eh, wakaanza watu kupewa viwanja mpaka hivi sasa 2025 jamani. Hatuoni aibu? Eh, mimi naona aibu kwa sababu wananisaka kama wananchi. Eh, sasa niseme nini zidi ya hapo, na mimi ni mtu wa serikali mdogo. Kwa hiyo niwezeshe, ili kujua kwamba hawa ah, wafanye nini watu wa huku wa eh. Kwa hiyo kusema kweli, nakufanya mimi hapa sina na, shida yetu na kero yetu hiyo, maji yakunywa hakuna, tunakunywa visima chura, tua pikipiki tu kidanakwambia, anakuambia efu tano, bajaji shilingi efu sita. Sasa je, tano kwa tano, kwenda tano, kurudi tano, kumi. Sasa kwa mshahara gari kama mimi sina mshahara mimi mjumbe. Nitafanya vipi? Pengine kikao kitakuwa Buyuni kwenye tawi. Naambiwa nije. Sasa na wakati huu maji yashaja nitapita wapi? Uwezi. Kwa hiyo tunaiomba serikali tusaidie msaada kiasi hicho. Naona umebeba na e. account ume book mkononi. Eh, bado naifuatilia serikali na chama ili niweze kuandika wananchi ambao waweza kuandikia kupiga kula kule. E, ambao tusieenda kule. Eh, ambao wasiokwenda kule waende kesho mwisho, kesho tarehe 23, Jumapili na wanaokwenda leo wengine wameshaenda, kwa hiyo nahimiza mimi hapa nikiwa mjumbe wa eneo hili, sema kweli, tutapata shida. Tunaomba serikali itusaidie namna hii, na hiyo ndio barabara kuu. Sasa hii kutoka, kutoka barabara kubwa, kutoka kule barabara, nani Buyuni hiyo e, e, sasa imbo angalia, barabara kama hii watapita watu namna gani? Hapa pikipiki yenyewe kupita tabu, watu wanaanguka, wanaumia, anarudi tena hospitali, na hospitali yenyewe maji yashajaa, kupita apitiki. Sasa sisi wananchi inabidi tum, tumtoe yule kwa mikono kumfikisha sehemu ambayo husika. Kweli, inapendeza napendeza, jamani. Kutoka oh, hapa mpaka barabara ya lami mnaweza mkatembea kwa dakika ngapi? Hapa kilomita tano kilomita tano Hapa usafiri kutoka hapa mpaka kule kilomita tano masaa mawili E, masaa mawili E, pole sana, asante sana Tunashukuru. Maana mtu ukijaa hili daraja litakuwa ndani litakuwa halionekani kwa sasabu hata daraja la kule lilivyojengwa mwaka jana lilikuwa limeshajengwa likaisha. Sasa shida ni kwamba ulivyochelewa kuleta greda ulikaa linapigwa mtama kidogo kidogo likalika lika pembeni, baadaye likaja likalala upande likaweka makireki, kwa maana wakaja wakalibomoa kabisa kwa ajili ya kuja kulitengeneza upya. Kwa hiyo hapa mi naona ili, ili daraja ni dogo sana hii na hapa kilindachotakiwa kwa sasa hivi, kwa sababu wamesha tengeneza haya madaraja, wanatakiwa walete skaveta sasa hivi, mwenda tunaweza tukapita kwa muda kidogo, lakini japo unaweza tukapita kwa muda kidogo, japo hili daraja bado bado dogo, lakini kama hivyo tukichelewa, wakichelewa kuleta hiyo skaveta, manaake tayari mvua ndo zinanyesha sasa hivi, watakuwa atapitiki tena. Mbona tumeona kama kuna mafundi site mafundi wale sijaelewa wanachokifanya, sababu wanakuja tu kama hivyo. Sasa hivi wanakuja wanakujakuja wanaonekana hivi, lakini sasa unajua, unapokuja kwenye madaraja kama haya alafu kama unatumia chepe na jembe kidogo, tunakuwa tuna wasiwasi, kwa sababu hapa panatakiwa nguvu kubwa. Kwa hiyo majembe tu hivi na chepe hizi ni kitu ambacho kwa mfano, angalia hapa, angalia hapa sasa Unaona hapa palipochimbwa hapa pamezibwa na, na, na chepe na jembe. Sasa mvua ikija inavunja kilicho kiukuta ki hicho kilichowekwa na maji tayari yataanza kupita huko, kwa ina maana ungekuwa na kahete ambayo ili maji yapite kule, lakini hata hivyo utakuwa tu ni shida kidaraja kidogo, huu ni mto mkubwa huu. Kujengwa daraja.